Producer Hunter amefanya kazi nyingi sana. Uh, Chameleon, uh, Project Mama Mia Harmonizer. Tuliza tulizana wewe watoto wa Martin. sana. Hivi ile ile Mama Mia yeah, uh, mara mwisho nilizungumza na Jose Chameleone pale Masaki pale. Eh, tulikuwa tunazungumza alikuwa ameenda kutumblia Professor J yeah, yeah, yeah, sure. na alikuja kwa sababu ya project sababuya mbalimbali Mama Mia ni miongoni mwa favorite sana kwake. Hebu sure. niambie wazo la kuitengeneza Mama Mia lilikuwaje, lakini pia zile melodies zilikuwa zimeka katika mfumo gani? Yes, tuanze hapo uh, Mama Mia projects ilifanyika 2004 Uganda lakini kwenda kumalizia Nairobi god. Uh, so uh, Mama Mia idea imekutukana na hustle na struggle na kama hivyo challenge za uh, mahusiano so ileta Mama Mia. Okay. Yeah man, una mwonekano fulani hivi, mbona kama unafana sana na Nyashinski? rafiki yangu mnandugu Uh, unajua African tuna look uh, kama family siku zote unajua, so kwa hivyo, lakini hunter labaki kwa hunter, nyashiski labaki kwa nyashiski. Yeah, so moja ya kitu ambacho nilikuwa nawaza sana, the way ambavyo Uganda producers, mkiangalia the way mnavyoproduce muziki na ukiangalia na Tanzania, kuna usawa sana, usawa upo. Sasa mimi nitoka Tanzania, nimetoka Tanzania na game yangu nimeanza Tanzania so hizo place ambazo unazoniona zingine zinaenda kwa sababu tu ya production, ndio inakuwa inanipeleka mara nyingi. So mimi ni Mtanzania halisi, nimetokea Tanzania hapa hapa, yeah lakini yeah. wewe ni kabila gani? mimi <laughs> Tanzania halisi yeah, mimi mix zalam na kikuyu so kikuyu na zalamo yeah. okay. Bana producer Hunter, mingi kupongeza sana so sasa, Mama Mia amefanya vizuri na nyimbo nyingine za zamani ambazo zimefanya vizuri zinaishi mpaka leo, leo kwa nini maprodusa wengi wakitengeneza ngoma zao haziishi ukilinganisha na kipindi chenu mlivyokuwa mnafanya nyee? Uh, zamani unajua tulikuwa na work hard tunaumiza kichwa una create muziki sio kwa mwenyewe peke yako, una create muziki kwa mawazo pia watu wengine. So unajua, siku zote mnavukua mna share ideas, mnakaa chini, mna create inaita kitu tofauti na kitu ambacho kinadumu kama kama legacy that's why. So now wengi wanafanya ku just a favor, yeah ile ile possible alifanya kabisa na na Bwana Jamila Jamila Jamila Hunter. Jamila, Hunter. hiyo. jala ila Hunter anaonekana wewe kwenye kwenye vyombo ni balaa so sana keyboard pale Dorothy Dorothy Dorothy? Hunter. Sure. Sure. Ah. Bana, mimi nakukubali sana ndugu yangu appreciate you bro. Big time my brother. Nashukuru sana I appreciate my man.